Tunaendelea na sehemu ya tatu ya likapi yetu. Nazidi kuwakumbusha like zenu nipa mie nguvu, lakini pia hakikisha unawasha alama ya kengele iliyo wa kwanza kupokea kazi zetu. Basi bana, siku iliyofuata Shia alimtembelea Chi na kuomba kuzungumza naye faraghani. Alimweleza kwamba asimwelewe vibaya kusikuondoka kwake na Dong, kwani Dong ndiye kaka yake halisi yule ambaye alikuwa akimwambia siku zote. Chi alishtuka sana. Shia akaongeza kuwa hakujua hilo hadi hivi karibuni na kwamba Dong ni mtu mwema, si mhalifu kama watu walivyomchukulia. Chi alimwamini, kisha akauliza, je, unampenda? Shia akajibu, hapana kabisa, yeye ni kaka yangu. Lakini macho yake yalionyesha ukweli tofauti. Alikuwa amempenda Chi ila aliogopa kumuumiza. baada ya kuelewana na tabasamu. Lakini muda mfupi baadaye aliona kifaa cha ajabu kikielea karibu yake. Alikichukua, akikifungua na kushtuka kuona ujumbe uliokuwa ukisema kwamba kaka yake ametekwa nyara. Ndani ya kifaa hicho kulikuwa pia na kidole kilichokatwa. Kwa hofu alikimbia kumwambia Chi na mlinzi wake, lakini alizimia kutokana na mshtuko. Alipoamka alimwendea Chi mara moja, akimsihi amsaidie kumtafuta kaka yake. Wakati huo huo alimwona rafiki wa yao yule aliyewahi kumdhalilisha zamani akijaribu kujificha na kumkwepa Shia. Alimwacha Chi na kumkimbiza, lakini hakum Kamata badala yake, alipokea ujumbe mwingine wa onyo uliomwambia kwamba kama angeomba msaada kwa Chi kaka yake angeuawa. Ili kumwokoa kaka yake, alipaswa kukata uhusiano na Chi na kumwambia kwamba hampendi wala hamchukulii kama kaka. Shia akaenda kumwona Chi. Alipofika aligundua kuwa Chi alikuwa amemwandalia chakula cha jioni na kumwalika ale naye. Pia alikuwa na kinywaji, lakini Chi hakunywa kwa sababu kesho yake kulikuwa na mashindano muhimu na alihitaji kuwa katika hali nzuri. Shia, akijua anachopaswa kufanya, aliamua kumuumiza kihisia ili asijaribu kumbadili mawazo Akamwambia kwamba siku zote alijua kaka yake ndiye kiongozi wa kabila la mapepo na kwamba yeye mwenyewe alikuwa jasusi aliyekuja kumuumiza. Akaongeza kuwa hakuwahi kumchukulia kama kaka, kisha akaondoka. Chi aliumizwa sana, ilikuwa ni hisia mbaya zaidi kuwahi kumpata, hisia ya usaliti wa kweli. Kwa maumivu makubwa, alichukua chopa na kunywa peke yake. Shia aliporudi chumbani, alimkuta kaka yake amerejea ya akiwa na jeraha mkononi. Dong alimwambia kwamba anajua kile alichokifanya ili kumrejesha salama, lakini baadaye ukweli ulifichuliwa: ilikuwa uongo mtupu. Dong na mlinzi wake walikuwa tunga njama pamoja kumtenganisha Chi na Shia kwa sababu Dong hakumpenda Chi hata kidogo. Siku iliyofuata Shia anagundua kwamba Chi hajaonekana kwenye mashindano. Kiongozi wa kabila la waliobarikiwa anaamua kumtafuta na anamkuta Chi akiwa amepoteza fahamu kutokana na kile alichokunywa usiku uliopita. Wanapojaribu kumwamsha hawafanikiwi. Inagundulika kuwa Chi hakuwa amekunywa pombe kwa zaidi ya miaka mia mbili, hivyo kiasi kikubwa alichokunywa kwa mara ya kwanza kilimuathiri sana. Anakosa mashindano na inalazimu asubiri tena miaka mingine mia mbili ili kushiriki. Kiongozi wa kabila la waliobarikiwa anapogundua kwamba mtu wa mwisho kuwa naye alikuwa Shia, anahitimisha kuwa fanya makusudi kumdhuru wakamdhalilisha hadharani, wakimshutumu kwa kupoteza jitihada za miaka mia mbili. Mgogoro mkubwa unakaribia kulipuka kati ya kabila la waliobarikiwa na lile la mapepo, lakini Shia anataka kutatua jambo hilo kwa amani. Anamuuliza kiongozi huyo atamfanyia nini ili kurekebisha hali hiyo. Kiongozi anamwambia aende kwenye msitu uliolaaniwa, mahali ambapo hakuna anayewahi kurudi bila kupata madhara makubwa. Ndani ya msitu huo anaishi John, malikia wa ulimwengu wa kiroho, mmoja wa viumbe wenye nguvu zaidi. Ni John pekee anayeweza kutoa amri inayomruhusu Chi kushiriki tena katika mashindano. Shia anaamua kwenda licha ya Dong kumzuia, anamwambia kuwa lazima awajibike kwa matokeo ya matendo yake. Wanamfungo Dong ili asimzuie, lakini anaahidi kumfungua muda mfupi baadaye ili waji kumsaidia Shia. anaingia msituni akiwa na hofu, hadi ghafla mkono unagusa bega lake. Anafikiri amekufa, lakini anapogeuka anamwona Yong. Yong anamwambia hawezi kumwacha rafiki apambane na mateso peke yake, hivyo atakwenda naye kumwona Joan. Ghafla ukungu mzito unawazidi na kuwatawanya. Inafahamika kuwa hiyo ni mojawapo ya nguvu za Joan, anaweza kuwafanya watu waishi ndoto zao za furaha zaidi. Shia anaota akiwa na Chi wakiwa wenye furaha na mapenzi tele. Chi anamwambia kwamba anampenda, lakini Shia anajizindua kutoka kwenye ndoto hiyo na kujikuta kando ya mwamba karibu kuanguka. Anaona Yong nay yuko karibu kujitosa, akiwa amenaswa kwenye ndoto yake ya kuwa naye. Shia anamwamsha kwa wakati na wote wawili wanapita jaribio la msitu. Ghafula jumba la kifahari linaonekana mbele yao na wanaingia humo ndani, wanamuona Joan. Cha ajabu, kuna wasichana watatu, wawili wadogo wanajiunga na yule mkubwa wakifichua kuwa wote ni mtu mmoja Joan, wanamsihi amruhusu Chi kushiriki tena kwenye mashindano. Joanna anakataa mwanzoni, lakini wanaendelea kumsihi hadi anakubali kuzingatia ombi lao kwa sharti moja: lazima wamfikishie ujumbe kwa kiongozi wa kabila la mapepo. Shia anakuwa mjanja, anamwambia Joan anajua kuwa ni mpwekwe, amekuwa muda mrefu msituni hadi anaamua kujiburudisha kwa michezo ya kiakili. Shia anakataa kupeleka ujumbe wowote isipokuwa Joan akubali kwanza kumruhusu Chi kushiriki tena kwenye mashindano. Joan anacheka kwa sauti, sema hakuna mtu aliyewahi kumsimamia uso kwa uso kwa zaidi ya miaka elfu mbili Yong Nadhani Joan amekasirika, lakini kinyume chake amefurahishwa na ujasiri wa Shia. Hatimaye anakubali masharti yao. Yong na Shia wanaondoka na wanakutana na kiongozi wa kabila la mapepo pamoja na wafuasi wake wakiwa wamesimama nje. Shia anamwambia Dong kwamba Joan anamtaka ingie ndani kumwona mwenyewe. Dong anaingia na Joan anampapasa mgongoni. Dong anafikiri anajaribu kumvutia kwa sababu ya sura yake nzuri, lakini ukweli ni kwamba Joan alikuwa anahisi kitu mgongoni mwake. Mara moja anatambua kuwa huyo si kiongozi halisi wa kabila la mapepo aliyemfahamu zamani, ni mwanadamu. Joan anamkabidhi Shia kisanduku kidogo na kumwambia akikifungue kwenye lango la mashindano. Wakifika huko, Shia anapokifungua ujumbe wa kielektroniki kutoka kwa Johan unaonekana mbele ya wote. Johan anatangaza kwamba Chi na kiongozi wa kabila la mapepo ataruhusiwa kushiriki, lakini chini ya masharti maalum: lazima watafute kitu kinachoitwa vazi takatifu, na atakayekipata ndiye atakayekuwa mtawala wa ulimwengu wa kiroho. Shia hivi karibuni anagundua ukweli mchungu: Dong alidanganya kuhusu utekaji wa kaka yake ili kuwatenganisha yeye na Chi kwa sababu hampendi Chi. Anaumia sana, hasa kwa kuwa sasa Chi anamkwepa tangu alipoamka, akimkataa kuzungumza naye. Shia anaamua kumwandikia barua akipanga kukutana naye ili kumweleza kila kitu lakini akiwa namsubiri, anaona mtu mwingine akimpeleleza. Anamfuata hadi kwenye pango la ajabu. Ndani kuna uchoraji mkubwa ukutani, na mara tu anapoukaribia Shia anasukumizwa ndani na kunaswa humo. Inafahamika kuwa hii ilikuwa ni njama ya toleo ovu la Dong na mlinzi wake. Wakati huo huo, maono ya Yong yanazidi kudhoofika. Chi anaanza kumtafuta Shia na hatimaye anagundua ule uchoraji, akihisi Shia yumo ndoni. Anaruka na kuingia humo, anampata, na ingawa bado ana maumivu ya moyoni, anaamua kubaki naye. Wote wawili wanajaribu kutafuta njia ya kutoroka, lakini sehemu hiyo inamnyonya nguvu Chi wakati huo makabila ya waliobarikiwa na ya mapepo yanakutana kujadili kutoweka kwa Shia na Chi ndani ya ule mtego Shia anaambua kumweleza Chi ukweli wote anaomba msamaha na kufafanua kuwa kaka yake kweli alitekwa kisha anamshukuru Chi kwa kuendelea kumlinda licha ya yote yaliyotokea anamkumbatia ya akisema hata kama wataishi au kufa hata mwacha kumbatio hilo linaamsha nguvu kubwa ndani ya Chi nguvu inayovunja mtego aliyokuwa amefungiwa ndani yake Wakati huo walinzi wanamkamata mlinzi mwovu wa chai, yule aliyewanasa Shia na Chi ndani ya ule uchoraji. Shia anafanikiwa kutoroka, lakini Chi haonekani popote. Baadaye anagundua kwamba Chi alijitoa mhanga ili yeye apone na kuishi. Hata hivyo, yule mlinzi mwovu anajaribu kuharibu ule uchoraji ili Chi asiweze kutoroka milele. Shia anakamata upanga kwa mikono yake mitupu, damu ikitiririka, lakini anaendelea kupambana kwa nguvu zote kumwokoa Chi. Damu yake inapochanganyika na muhuri wa kindugu ambao Chi alikuwa ameweka mkononi mwake, mmenyuko wa ajabu unatokea na Chi wa huru Chia anamchukua Shia ambaye hana fahamu na kumpeleka mahali pa usalama ili kumponya. Wakati huo, Dong anamchukua yule mlinzi mwovu ili kumhukumu mwenyewe. Baadaye Dong anamtembelea Shia na kumuuliza kama yuko sawa. Shia anakataa kuwa kuna tatizo, lakini anapouliza kwa nini anajali sana, Dong anamwambia kwamba Yong alipoteza uwezo wa kuona baada ya kutoka msituni; ilikuwa ndio gharama aliyolipa. Shia anamtembelea Yong na kumwomba msamaha, akijilaumu kwa yote aliyotokea, lakini Yong anamwambia kwamba amefurahi tu kuona yuko salama. Baadaye inagundulika kwamba Dong amemfunga chai kwani upande wake wa giza ulikuwa umeanza kuchukua udhibiti. Shia baadaye anakaa kwenye mgahawa wa kila chakula cha pilipili chenye harufu mbaya. Dongo anajaribu kuzungumza naye lakini Shia anamkataa kwa baridi, akigundua kwamba amehuzunika. Dongo anamleta Chi ili wamwombe msamaha na kula wote pamoja. Cha kushangaza, Chi anapoanza kula chakula hicho, anakipata kikiwa na pilipili kali sana, kiasi kwamba hawezi kustahimili. Hata Dongo, macho yake yanatoa machozi kwa sababu ya ukali wake, lakini Shia haonyeshi hisia yoyote kabisa. Dongo anagundua ngozi ya Shia imeanza kupata vipele, kana kwamba anapata mzio. Anachungu guza chakula na kugundua kina karanga, wakati Shia anajulikana kuwa na mzio wa karanga. Anashangaa kwa nini hakuhisi chochote. Anampa kikombe akimwambia, ni chai ya maziwa aliyotengeneza mwenyewe. Shia anasema ni kitamu, lakini Dongo anamwambia anasema uongo, kwa sababu ndani kulikuwa na juisi ya ndizi, si chai ya maziwa ipo. Shia analazimika kukiri ukweli, amepoteza uwezo wake wa kuonja ladha. Ilikuwa ni gharama aliyolipa kwa kuingia kwenye msitu uliolaaniwa. Shia anajihisi mwenye hatia, na baadaye anakaa naye ufukweni wakiwa peke yao. Anampa begi dogo la chokolate, lile lile ambalo Shia aliwahi kumpa zamani. Anamwambia hajui atamfibiaje hasa ikizingatiwa kwamba kitu alichokipenda zaidi maishani kilikuwa chakula na sasa amekipoteza kwa sababu yake, lakini Shia anamhakikishia kwamba si kosa lake na kwamba hana kinyongo naye kabisa wakati huo huo kiongozi wa waliobarikiwa alijawa na hasira baada ya kugundua kwamba uhusiano kati ya Chi na Shia ulikuwa umeimarika tena. Kwa hasira alimtuma msaidizi wake mmoja kwenda kumuua Shia. Shia alijaribu kukimbia, lakini ghafla Yong alitokea na kumlinda. Licha ya kwamba hakuwa na uwezo wa kuona, Yong alikuwa ameshika upinde na mshale akimtishia yule mshambulizi kwa kusema, huenda nimeshapoteza macho, lakini bado naweza kukuua kwa silaha hii. Kisha akamwamuru Shia akimbie haraka, lakini kabla hajafanya hivyo, chai tokeza nyuma yao. Alikuwa amefanikiwa kutoroka kifungoni kwa Dong. Kwa harakati mmoja ya haraka, alimsukuma Yong kuvuta kamba ya upinde na kumrushia mshale yule msaidizi wa kiongozi, akimuua papo hapo. Ingawa Yong hakuona kitu chochote, Yong alijipapasa mpaka akashika mkono wa yule msaidizi, akapima mapigo ya moyo na kutambua kuwa kweli amekufa. Chi akamkaribia na kumwambia nitakuonyesha kila kitu, kisha akaondoa macho ya yule msaidizi na kumpa Yong. Mara moja uwezo wake wa kuona ukarejea, lakini alipumua na yule mtu aliyemuua amelala chini akiwa amekufa, Yong alivunjika moyo kabisa. Chai akamwambia kwamba lazima msaidie katika mpango wake, la sivyo atamfichua kwa wote kwamba ndiye aliyeua msaidizi huyo. Baadaye Shia na Chi walirudi na wakashangaa kumwona Yong anaweza kuona tena. Yong aliwaambia kuwa hakuwa na uhakika kilichotokea, labda ni athari za msitu zilizokuwa zikififia taratibu. Wakati huo, Shia aliona mwamvuli mdogo wenye nguvu za giza ukizunguka juu yake, kana kwamba ulikuwa na nguvu ovu ndani yake, lakini kwa kuwa haukumdhuru, aliupuzia. Basi na leo tuishie hapo. Sehemu ya nne itakujia hivi karibuni. Nazidi kuwakumbusha mlike video zetu, lakini pia muwashe alama ya kengele. Hadi wakati mwingine, bye bye.